Alright, ujambo popote pale ulipo na karibu kwenye Pitapita za Kwangu. Mi hapa ni VMM, ukipenda Victor Madou Mandala. Na hilo basi kafika katika maeneo kadha wa kadha, niruhusu nikujuze kujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo iliweza kufika, ambapo miongoni mwa maeneo hayo nilianzia katika eneo la inajulikana kama kule Nyali, Nyali kwa kule Mombasa. Lakini kabla pale, kabla nigusie kwa kirefu zaidi niruhusu basi nikumbushe iwapo ndio wajiunga nasi hakikisha kwamba number one, umesubscribe, click notification bell Copy the link and share, naeka comment yako pale chini. God bless you. Napozidishwa mmoja. Naam, kule Nyali kuna kisa kimoja ambacho kilitokea ambapo kuna bwana mmoja ambaye alifika mahali ya na akaambia eh, mke wake, "Ah, nimechoka nawe." Weenda kabisa. Eh, hey, akimwambia hivyo, mama akamwambia, mm, "In fact, hata mimi nilikuwa nimechoka. Umenisaidia kwa sababu nilikuwa karibu kukuambia nikashindwa nitakwambiaje? Lakini nimechoka. Wewe ni bwege kabisa." Eh, hey, Yani, jamaa nafikiri anatishia mtu kumbe, yeye ndiye anamwambia yeye ni bwege. Akashtuka, akashindwa atafanyaje. Nakwambia ulimwengu huu. Hmm. Una mambo, nakwambia. Haya ilifanyika wapi? Akiwa ni wewe, unadhani kwamba unatishia mtu, kumbe naye ndi anakwambia amechoka nawe what will you do? Na ukitafakari juu ya hayo, eneo la kule Nyali nikavuka moja kwa moja hadi nyong, nyongores inaitwa nyongores eneo la Bomet ambapo kuna fundi mmoja eh, am, ameajiri vijana mko, kazi ya mkono na kadhalika, lakini la kushangaza ni kwamba amefika wakati ambapo, yani anapatia vijana kazi mahaslas kazi, wanachapa kazi, wakishachapa kazi, yeye ndiye anasimamia hiyo kazi. Juu mke wake amefungua eneo la kuuza pombe, anawapatia pombe na anahesabu kama malipo. Nani alikuambia wanafanyia kazi pombe? nani hiyo nayo ni tabia gani? Unajiri mtu kazi, alafu ukinunua nguo haikutoshea hiyo unampatia, alafu kisha mpatia, unasema nisha hesabu nimekulipa salari. Tabia gani hiyo? Hiyo ni tabia chwara. Ilifanyika wapi? Eneo la Bomet. Nikitoka kule, basi nikafika eneo la Kaewa Masinga. Kaewa Masinga kuna kisanga kimoja kilitokea, ambapo basi, kuna kipusa mmoja alifika mahali, ameolewa na na mwe wake, ne wazazi wakawa wanasumbua jamaa, anasema e, ongeza mahari haikutosha ongeza mahari. Wakisumbua hivo, msichana akakasirika amelipa mahari na umeona tu juzi, na hajatulia msichana. Akachukua kuna ile ng'ombe walipewa kama zawadi na wazazi, alienda akachukua hiyo ng'ombe akarudisha wazazi wake, akasema ah, ah, ndio hiyo saridhikeni, ndio msumbue mume wangu. Hey, hey, anatetea mtu wake eh? Lakini pia kurudisha ng'ombe ambao waliwapatia tabia gani? Anyway, lakini wazazi nao hadi msichana afanya hivyo I think it was too much, eh? Iliku imezidi, kwa hivyo akaona, this is too much. Ukitafakari juu ya hayo ambayo ilifanyika eneo la Kaewa Masinga, nikavuka mpaka eneo la Mtwapa Kilifi. Mtwapa Kilifi eh, kuna jamaa akataa kuingia boksi ya jombi aliyemthamini. Kuna jamaa alipatana binti fahali, akaona huyu binti wa maana, na akafikiria kwamba huyu binti anaweza basi tengeneza maisha baadaye. Kilichofanyika ni kwamba akawa anatumia pesa kwake, akaonyesha huyu binti yeye ni sonko, anaishi mtaa huyo mtaa wa masonko. Kwa hivyo akawa anatumia pesa kwake, na binti naye akawa pia ako na appetite ya pesa, akatumia pesa, akakula pesa. Mwishowe jamaa akakuja kugundua, kumbe hakuna binti, akamwambia mimi haiwezi make. Sasa anasema haiwezi make na amekula pesa. Na kwa, kwa kweli kwa vijana, mbona utumie pesa kumwingiza boksi? Haifai ah, ah, kwa hivyo atalia chooni peke yake, au sio? Alaumu nani? Semi kitu. Nikimalizia basi, nimalizie eneo la sihendu sikendu, sikendu kule Bongoma ambapo kuna dada Akanya dada yake kuja kwake kwa hofu atampokonya mzee. Yani imefika wakati ambapo hata sisters wanakuwa wanahofu, wanaogopana kwa sababu huyu mwingine akija anaweza pindua serikali. Shuali hatuwezi aminiana dada ndugu. a ah a -ah. Hiyo si nitabia kustajabisha ulimwengu wa makweli waelekea wapi? Mungu atusaidie. Na huyu mwanaume naye kwani naye nafuata upepo tu. Sasa anyway, anyway, kwangu, ni ni VMM. Kwenye pita pita za kwangu, yako link and share. Bye bye.